Ninaomba sana tuwachague viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio chama ambacho kina sera. Vyama vingine vyote hawana uzoefu wa kuongoza serikali. Ni wageni. Kwa hiyo, unatafutaje dereva hodari? Unataka kumpa dereva ambaye hana uzoefu, hana leseni? Jamani, Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kina sera na vile vile mkoa wetu wa Lindi, sera za Chama cha Mapinduzi, ahadi ambayo tunaweka kwa wananchi wa mkoa wa Lindi ziko humu ndani. Mna kila kitu, mna barabara, mna hospitali, mna maji, mna mna, mna mna umeme, mna mradi wa gesi ambao tunaupigania huo uanze kazi huko, humu ndani katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Vyama vingine hawana vitu kama hivi hawana ilani, na waombeni sana, msitafute watu kuwapa, watu ambao wana uzoefu. Wenye uzoefu ni chama, chama Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi chenye sera chenye wawakilishi wazuri. Ninaomba kuwaeleza kwamba tarehe 29 uchaguzi utakuwa wa huru, msiogope vitisho, hakutakuwa na vitisho, hakutakuwa na vurugu yoyote. Uchaguzi utakuwa wa heri na salama, mtoke majumbani kwenu, familia, ndugu nde, mkapige kura, hakuna vitisho vyovyote. Tarehe ishirini na tisa tukapige kura, hali ya usalama inaangaliwa kwa, kwa kwa upeo wa juu sana. Usalama upo, msitishike, nendeni mkachague viongozi walioletwa na Chama Cha Mapinduzi, CCM oye! Chama Cha Mapinduzi kimejipanga kufanya mambo makubwa kwa watu wa Lindi, lakini zipo changamoto ambazo tumetajiwa hapa. Changamoto hizo ni pamoja na baadhi ya madarasa katika shule zetu kuwa chakavu. Ni wahakikishie wanamsinjaili katika shule yetu ya Msijaini na shule ya Mkonge, nikiingia madarakani kuwa mbunge wenu, nitahakikisha ninatoa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba madarasa yanakarabatiwa na madarasa mengine mapya yanajengwa. <totipi> saba mwezi wa tisa, nilieleza kwamba kabla sijachaguliwa nitashughulikia masuala ya umeme. Kama mnakumbuka, leo ninapewa taarifa na mgombea wa udiwani kwamba tayari transformer zinafungwa, umeme unataka kusambazwa na utafika katika kila maeneo ambayo umeme haujafika, kwa sababu kwetu sisi watu wa CCM umeme sio anasa umeme ni nyenzo ya kiuchumi nataka niwahakikishie wanalindi kwa kutumia taaluma yangu na uzoefu wangu wa uongozi nitakuwa mwakilishi makini wa lindi nitakuwa mwakilishi wenu bungeni na mahali popote mtakaponituma kwa sababu mbunge ni msemaji wa wananchi wake na mimi nitakuwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba tunazungumzia matatizo yetu na tunapata ufumbuzi wa matatizo yetu. Hili soko letu la muda, yapo mambo ambayo tunatakiwa kuimarisha, kwa sababu tukiangalia mazingira tulokuwa nayo hapa, mvua ikinyesha, inawezekana kabisa wateja wakashindwa kufikia bidhaa, wakashindwa kuwafikia wafanyabiashara tutalisimamia tutazungumza na mkurugenzi tuhakikishe kwamba tunatengeneza mazingira ili soko liweze kufikika haya na haya yanawezekana kwa mgombea wa chama cha mapinduzi peke yake mgombea mwingine akikwambia atafanya anakulaghai kaka yangu utali anafaa na chama cha mapinduzi kina ilani ya uchaguzi na ilani ya uchaguzi ambayo inatekelezeka. Kwa hiyo mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nilikuwa mpinzani, nilikuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kata ya Mwenge, lakini kwa siasa za Chama cha Mapinduzi mimi mwenyewe nimeshindwa kuvumilia na kuja kuiunga mkono juhudi za Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mwaka huu hata kama wajumbe wa Chama cha Mapinduzi wamepiga kura vizuri na wametuchagulia viongozi bora, wale wanaye basi kumbezi mama Samia Suluhu Hassan ni wanafiki tu lakini mama kazi anafanya. E, mimi nilikuwa nawaomba tu wananchi wenzangu, tusikae tunadanganywa, tusikae tunadanganywa. Tarehe 29 Oktoba twende tukatiki, tukachague chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi kina ukweli, akina mbambamba mba. Mimi kama nilikuwa kama mpinzani, sasa hivi nimekiunga mkono chama cha mapinduzi, wanasela bora na irani ya uchaguzi na sela zao zinatekelezeka. Ah, kwa majina naitwa ndugu Nasri Pila k wananiita MC Pila, ni mkazi wa jimbo la Lindi mjini. Kwa hapa kusikiliza sera na tumezisikiliza, kwa kweli zinaonyesha mwanga mwanga ambao unatupa dira ya kule tunakoelekea, kwenye hususani sana kwenye maendeleo miundombinu na kila kitu. Na kufikia hatua hii, napenda kuwashauri vijana wenzangu wote popote walipo, wakinamama, wazee, siku ya tarehe 29 tuende tuamke mapema tukapige kura wote wa CCM kwa sababu kwa mujibu wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi sasa hivi imeonyesha hali ya kutaka kufungua uchumi wa watu wa Lindi, na sisi lengo letu kubwa ni kupata uchumi ambao utawezesha maisha yetu kuwa bora na maisha ya kizazi chetu. Yo, G Classic hapa AKA ya Baba Hick. Aa, kupitia hii miradi ambayo Lindi yetu inakwenda kufunguka sasa, mfano wa gesi utakapokuwa uko tayari nafikiri pale kutakuwa na ujenzi wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi litakuwa ni ajira licha tu ya huu muziki ambao unaofanya macho ya walio wengi na vijana walio wengi kwa kuwa tayari lengo la CCM ni kuhakikisha ni kwa Lindi yetu inasogea mbele. Kwa hiyo kila kijana sasa hivi utamsikia kuhusu swala uchaguzi la uchaguzi. Rai yangu kwao wapate kujitokeza kwa wingi. Ayo anayosemwa pembeni hawezi kutokea. Serikali yetu iko na sisi bega kwa bega kwa kuhakikisha amani yetu inaendelea. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na tisa na hakuna eneo ambalo litaleta mafanikio zaidi ya CCM. Kwa hiyo tuanze kuchagua kwa Rais Samia, mbunge Mo Otari lakini pia kwa madiwani wote ambao wanatokana na itikadi ya CCM. Naitwa Man Black mzaliwa wa Lindi mjini. Natoka kwenye kampeni hapa ya CCM. Kuja kumsikiliza mwamba Otari na muita Mo. Mw. Ebaye nimesikiza sera hapa za kutosha sana ambazo zina zina maadili ambayo tunajua kabisa tunakotoka na tunakokwenda. Japokuwa wanasema wanaoko kwenda mtu kujui lakini mwanga tumisha uona. E, na sababu tatu za yaani ya, ya, ya, ya, ya kuiongelea hii sababu. Kwa sababu kwanza tulikuwa muda mwingi wa Lindi tulikuwa tunasema hatuna msomi. Hatujapata mbunge msomi, au sio? Lakini sasa hivi Mwenyezi Mungu ametubless au ametujalia mbunge msomi amekuja. Mwamba Utaly. Maana ana, ana vitu vikubwa, naamini. Naiona kabisa Lindi mpya inakuja kufunguka. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii, na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote, hapa hapa Mashujaa TV.